Hello hello, everybody, it's another beautiful day. Kama kawaida, hii ni Gavoo Media, kipindi hewani ni The Viral. Bwana Umu ndani tunakuletea story mob sana za entertainment kutoka hapa kwetu Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. I go by the name of Lesha, can call me that, stick around, don't go nowhere, this is The Viral. Habari ya kwanza ambayo niko nayo kutoka hapa kote Tanzania ni kuhusiana na kifo cha mwigizaji ama video vixen hawa maarufu kwa jina la Karina, afariki dunia nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na maradhi yaliokuwa yanamsumbua kwa muda mrefu. Watu wengi na mashabiki zake wamehuzunishwa sana na kifo chake akiwemo rafiki yake wa karibu Isha Madonna, ambaye alipambana sana kwenye harakati za kuhakikisha bwana bibi Karina anapata matibabu yaliokuwa sahihi. Isha ameweka video kadhaa alizokuwa na mwanadada huyo kama kumbukumbu kumbu za nadra sana wakiwa wanakula na kucheka pamoja, you know, stuff like that. Uh, pia mwili wa Karina unatarajiwa kufika nchini Tanzania siku ya Ijumaa, so endelea kufuatilia Gavoo Media ili kupata update na taratibu zote za mazishi zitakazokuwa zinaendelea. Uh, ajili ya uparishoa. Sisi kama Gavoo tunatoa salamu za pole kwa familia. Tukisalia hapa hapa bongo bana, tuna story ya Miss Trace. Huyu ni Miss Tanzania 2023. 2023, juzi kati bwana ametangaza kuto kushiriki mashindano ya Miss World 2025, kutokana na maandalizi duni na mawasiliano hafifu kwenye mashindano hayo. Pamoja na kutangaza hatoshiriki mashindano hayo, Trace amesema kuwa ataendelea kufanya na kufanikisha majukumu yake ya kila siku na kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii kupitia mradi wake wa step by step Mbali na mwanadada Trace, msimamizi na mwandaaji wa mashindano hayo Basila Mwanukuzi kwenye interview mmoja alisema kuwa Miss Trace hakujitoa kwenye mashindano hayo kutokana na sababu alizosema, bali ni kutokana na changamoto ya ugonjwa unaomsumbua ya afya ya akili ya I mean mental health, pamoja na mashindano hayo kukatizwa ya mwaka 2025. Trace aliandika barua na kupeleka kwenye uongozi huo kwamba alitaka kujiendeleza na mashindano hayo lakini haikuwezekana. So, we kama Mtanzania as we know, tunajua kwamba mashindano ya Miss Tanzania kunakuwa kuna top 5 top 3. Kwa nini wasingemchukua mshindi namba mbili au namba tatu kwenda kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania kuliko kugairisha kabisa mashindano na kufanya next year I mean 2026? Unaweza ukashusha komenti yako hapo, utakuwa umetisha sana. Tukitoka nje ya mipaka ya Tanzania, tunaenda mpaka maeneo ya Plus One. Tunakutana na mwongozaji wa filamu Chris Columbus amezungumzia ishu ya tukio dogo lilotokea kwenye movie ya Home Alone 2 Lost in New York, ambapo amepiga story na San Francisco Chronicle akisema kwamba ningependa au isinge kuwepo, siwezi kutoa sehemu hiyo ya kipande hicho kwenye movie kutokana na ogopa, naweza nikaondolewa nchini. Hiyo ni kauli ya Bwana Chris, ambapo aliongea kauli hiyo. Kwenye movie hiyo ameonekana Mheshimiwa Trump ambaye ni rais wa Marekani Marekani . Uh, Rais Trump aliweka sharti hilo kuwa aliruhusu hoteli yake itumike kwenye filamu hiyo na yeye mwenyewe akiwepo. Ishu hiyo imezua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na maelezo ya Bwana Chris ambaye ni mwongozaji wa filamu, alisema yeye alikuwa haoni sababu ya mheshimiwa Trump kuwepo kwenye muvi hiyo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa na comment na kujaji kwamba bwana, uh, viongozi wa, wa siasa wanaweza kuwepo kwenye muvi au kwenye masuala yote ya sanaa. Kwenye filamu hiyo, Trump anaonekana kwa sekunde chache tu, ambapo muhusika mkuu Kelvin anamuuliza njia ya ndani ya hoteli ya Plaza ambao wakati huo ilikuwa inamilikiwa na Trump, rais wa Marekani. Inasemekana Trump aliweka sharti hilo ili kuruhusu hoteli yake itumike kwenye filamu hiyo. Ili limeibua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na sanaa na wahusika wake, jinsi siasa zinavyoathiri mitazamo yetu kuhusiana na kazi zetu, you already know what it is. Tukiwa bado nje ya mipaka ya Tanzania paka nchini Nigeria, tunakutana na bilionea mfanya biashara ambaye amefanikiwa akiwa na umri mdogo, bwana bwana Obi Kubana. Huyu jamaa juzi kati ametrend sana, video zake zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii Instagram, TikTok. Alifanya birthday party yake ambayo ilikuwa ina vitu vizuri, vitu vya kustajabisha. Alifanya tafrija ya kifahari nikizungumzia kifahari, you already know, kulikuwa kuna mapambo, vinywaji, watumbuizaji, pia mastaa kibao alikuepo kwenye shughuli hiyo, waigizaji, you no know, mtu mzima Davido alionekana pia kwenye pati hiyo. Huyu jamaa anamiliki vitu vingi sana, ikiwa ni night club na anamiliki utajiri kubwa, yani ni ni bilionea you already know. Kwa hiyo bwana uh, hiyo ndio habari ambayo tulikuwa nao maeneo ya Nigeria tukisalia huko huko Nigeria bwana, tuna jambo letu sisi kama Watanzania. Mtu mzima Jux, kila mtu anajua bwana, na jambo lake, ana harusi ambayo anatarajia kuifanya harusi ya kimila traditional wedding, yeye na mke wake Priscilla, ambapo mpaka sasa hivi tumeona mastaki bao wamepokelewa vizuri nchini humo, wakiwepo kina Nandi Yango T, you know, wasanii mbali mbalimbali MC kina Garabi na wasanii kibao sana kupitia Tanzania yetu hii. Wengi wameenda. Kwa hiyo bwana, kama tulivyoona previously kwenye bridal shower ya Priscilla, walitufunika kidogo wa Nigeria kwenye japo tulitumia mavazi ya asili kanga kanga, lakini guys walitisha. So this time around kwa naomba bwana, wasanii wetu wa hapa Tanzania wajaribu kwenda na outfit kule watishe. Tuwafunike bwana, wale jamaa. Though it's not easy lakini tunajua tunaweza. This is the viral till next time. Isha girl, you can call me that to sasa, ku follow, ku subscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii, shusha comment yako itakuwa unyama ni mwingi. Till next time, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.